To open mind intelligence, uwerevu ni pale ambapo una uwezo ukachukua information mpya taarifa mpya inapokuja, alafu ukaangalia parameters zake na ukweli wake ukalinganisha na taarifa ulizokuwa nazo before na kuja na conclusion tofauti, hata kama inaenda kinyume na itikadi yako au imani yako au uh, elimu uliyokuwa nayo before. Huenda elimu uliyokuwa nayo before ilikuwa haijakamilika au ilikuwa ni potofu. Kwa hiyo tuwe tuna uwezo wa kupokea information mpya na kuzifanyia kazi. Cha kwanza, cha pili, tujisomeshe uh, vitabu vyote vya kidini vinatuamrisha sisi tusome, tujielimishe. Kuna unajua, kuna kuna elimu na kuelimika elimu kuna watu wengi sana ambao wana elimu. Sasa hivi watu wamesoma soma mashule ya kisasa na nini na vitu kama hivi, lakini walioelimika ni wachache. Alafu tutofautishe kati ya elimu na intelligence na uwerevu. Kuna watu ambao wana elimu lakini sio werevu, ndio yale maalumati na nini wanayo, lakini hawana intelligence ya kuweza kuchakatua na kuprocess zile information ili ziweze kuwafaidia kuwasaidia. Kwa hiyo tusome sana, tufuatilie sana, tujifunze vitu vingi sana na bila hivyo tutaendelea kutumika na tutaendelea kuingizwa chaka na tutaendelea kupotoshwa ku. Kwa hiyo hicho ndo ninachotaka watu wawe na yaani, ngoja, juzi nilikuwa naongea na naomba na, nitoe watu faida uh, nimetoka Dodoma, kulikuwa kuna ishu ya rasa, haki rasilimali, ambapo watu walikuwa wanajadili mambo yote ambayo yanahusiana na, na madini. Kulikuwa kuna wataalamu kuna watu wa serikali kuna watu wadau wa kuna wafanyabiashara zile ndo sehemu kama watanzania wanataka kufanya mabadiliko na kama waafrika wanataka kufanya mabadiliko, zile ndo sehemu za kwenda kuhudhuria. Ukisikia kuna jukwaa fulani, nenda kasikilize. Ukisikia kuna kiongozi fulani sehemu fulani, nenda kamsikilize, nenda kaongea naye, nenda kahoji, sawa. So, kwa sababu tusipokuwa tuna uwezo wa kusikiliza na kutumia akili yetu na kufikia conclusion yetu, uh, uh, o ma, ma, ma, ma, ma, ma, majibu yetu binafsi tutakuwa tunatumika kwa sababu eh, ya faida ya wengine. Tutakuwa tuna, tunafikishwa kwenye conclusion, au tutapewa majibu ya wenzetu. Kuna nianze kwa viongozi wa kidini viongozi wa kidini watat, ambao sio waadilifu ambao wanataka um, faida kwa ubao binafsi ube wapo ambao ni waadilifu au hawapo, lakini wakidini, na naongelea dini zote kwa ujumla, watataka kuingia na kushawishi na kuongea mambo ambayo yatawapa wao umaarufu. Kwa hiyo wao watakuja na conclusion zao. Wale raia ambao hawana akili ya kufikia conclusion zao wenyewe watadandia conclusion ya yule na kuifanyia uh, na kuifanyia kazi conclusion ya yule na kumwempower yule. Sawa, na nasema kwenye dini zote Sio dini moja. Kwa hiyo kuna viongozi wa kidini ambao watatumia raia kwa sababu ya maslahi yao. Matokeo yake ni nini? Wao wanafaidika vipi? Kwanza anakuwa na nguvu, kwa sababu nikiongea watu wanamsikiliza, wanafanya wana, ninachokitaka, alafu inampa yeye faida yake ile. Inakuwa sasa ni currency. inakuwa ni uh, bargaining chip ana, kwa ajili ya kupata maslahi yake binafsi dhidi ya either uongozi o serikali o dola. Umeona, ndio maana unakuta watu wanana wa ee, mara kapewa uh, cheo fulani mara si kafanyiwa hivi mara, alafu akishapewa hiyo kimya, anatulia na tumeona several times mara kibao, lakini watu hawaamki. Hiyo nimeongelea upande wa kidini, tunaingia sasa kwenye upande wa kisiasa, wa vyama vya siasa vya, vya upinzani. Wao watakuja wataongea, huenda mambo wanayosema ni kweli na ni yapo, umeona, lakini angalia uh, wanasukumia wapi watu wanasukumia watu kwenye migomo na kufanya uasi na vitu kama vile. Sisi ambao hatuna au raia ambao hawana maamuzi yao, wanachukua maamuzi ambayo yamefikiwa na hawa wa viongozi wanayafanyia kazi. Matokeo yake unampa nguvu huyu, unampa pawa ambayo yeye anaenda kuitumia, ambayo akipata anachokitaka unamshangaa, unamshangaa kimya, kapotea yale maslahi yake kipotea, unamshangaa tena kaibuka tena na sijui kwa nini jamani, ha hakuna yani hivi, hivi vitu ni zuge. Naomba nitolee mfano ambao uko wazi. Uh, ni viongozi wangapi ambao unajua walikuwa uh, kwenye aidha upinzani na wengine walikuwa kwenye chama tawala, walikuwa na vurugu sana walivyopewa tu uh, madaraka aidha uongozi fulani, kimya wakakwisha. Alafu mkitaka kujua ndo hichi nachotaka kuwasanua watu, angalia kama mnakumbuka nauni, mfano hai katika watu ambao walisemwa sana uh, kwa kipindi kile, kulikuwa kuna JK kulikuwa kuna Loasa kulikuwa kina Mwembe na wengine wengi ambao walisemwa sana, na kwa kwamba ni mafisadi, wamefanya nini na issue za Richmond na zingine nyingi, na wapinzani wakaja na na ushahidi ambao uko uh, uh, documents na nini na kila kitu. Ndani ya huku ilipotokea sintofahamu ndani yao uh, chama Loasa akatoka akahamia upinzani, huyo huyo ambaye walikuwa wanamsema na wanamchafua na kumwita fisadi na ushahidi wote, yale makabrasha yote yalifichwa pembeni, wakambadilisha wakamsafisha wakamtukuza mpaka alikuwa anaenda kwenye barabara zinasafishwa zinapigwa deki. Yes, kwa hiyo kwa mtu mwenye akili utajua kwamba hawa lengo lao ni maslahi yao na watatumia njia yoyote kufikia maslahi yao hata kama ni kubadilika badilika kama, kama kinyonga. Kwa hiyo unaona kwamba mtu ambaye alikuwa anasema ni mbaya ni mchafu na nini na kila kitu, walimpokea na wakamfanya mgombea wao na wakamwendoz na wakafanya kila kitu, umeona alivyotoka tena tupa kule. Kwa hiyo huku wanatumia uh, raia kwa sababu ya ajenda zao binafsi ili wafike pale, na huenda wanayoyasema na yapo wanayoyasema ambayo ni ukweli, lakini nia ya yao sio kusovu ile Nia yao ni wao wapate nguvu ya kuweza kui, uh, aidha kuingia madarakani au kui twist na kuishinikiza au kuishika paabaa ya serikali, ili na wao wapate baadhi ya faida. Na nakuja upande wa tatu, viongozi ambao wako madarakani watakuja watasema, tumefanya hivi, tulifanya hivi, tulienda hivi, tutafanya hivi, umeona, ili mradi wewe uchukue ma, ma, uh, matokeo yale o conclusion ile uikubali, uifanyie kazi ili yule aliyoko pale aendelee kubaki madarakani na aendelee kulinda mkate wake na aendelee kufaidika. Kwa hiyo hivi vitu vitatu vina connection gani? kwamba watu wenye sei na wenye faida hawajitambui, ambao ni hawa raia wa kawaida ambao wanatumika, kila mmoja anapiga engo yake, na sasa hivi washaona kwamba mtu fulani kajaribu kitu fulani kimetiki, wanaibuka wengine wengi, wanapita umo umo. Ah, mtu fulani kajaribu hivi imetiki, wote wanaibuka ibuka. Tuamke na natamani tufanye. Uh, nachotaka mimi, sisemi kwamba tusimuunge nani wala tumuunge nani, nataka tufanye maamuzi sahihi, maamuzi yetu sisi, educated decision making ndo njia pekee, hakuna Ki, uh, watu ambao wana nguvu kama raia walioelimika. Sasa watu wanatofautisha raia walioelimika na raia waliojazwa propaganda. Unaweza ukajazwa propaganda na moja mbili tatu, ukajaa ukatumika kwa sababu ya faida kadhaa. Tushaona several times Kenya, kwa ndugu zetu Raila Odinga huwa anafanya hivyo hivyo, anakiamsha nakiamsha, hey, hey, serikali inamuita basi, tukae hey, tutakupa waziri, tutakupa si nini prime minister nini, anatulia. E, kwa hiyo tujifunze, tunatumika vibaya. Yaani ninachotaka ni raia wafanye maamuzi, usi, usitumike kwa sababu ya ajenda ya mtu. Kuna watu ni waongeaji wazuri, watakutumia ndivyo sivyo. Na bahati nzuri, mimi kuna makala ambayo nimeshayatoa nimeyaweka, hiyo ya kwanza na hicho sasa. Tumeongelea kwa ndani. Sasa kuna ma puppet master ambao wako nje. Hivi vitu vinavyotumika sasa hivi sio bahati mbaya. Kenya wenzetu wamefanywa kuwa major na NATO ally. Kenya. Sawa, na tumeona wanavyoshirikiana na vitu kama hivyo. Sasa hivi nchi za magharibi zinaelekezea nguvu East Africa kwa sababu wameipoteza Sahel, wameipoteza kule ambapo kuna Mali, Burkina Faso na nani, unaona kule mrusi kaikamata, umeona na sio kwamba aliingia, watu walimfuata kwa sababu wameona kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza tukadili naye. Kwa hiyo wamepoteza influence, wametafuta sehemu nyingine ambayo wa wameona wapi pa kwenda, na ni hapa Afrika. Kuna Ford Foundation ambayo inatumika vibaya sana kufan kuku, na ndo hizi USAID. Juzi baada ya kuingia Trump na DOJ, imekuja kuonesha jinsi, uh, misaada ile ya USAID inavyotumika kufund Boko Haram kufund Al Qaeda sisi na ma, vikundi vingi vya kigaidi na vya ushoga na vya transgender na vitu vingi I, iko wazi iko on record na hivi vitu nilishaongelea before. Uh, baadhi ya wanasiasa waliotoka baadhi ya nchi na kuja huku kwetu, kwa sababu ya hivi vitu wanatumika, kwa sababu ya yani, unajua Tanzania, watu hawajui significance ya Tanzania. Huwezi ukaongelea harakati za kuikomboa Afrika bila Tanzania. Uh, Nyerere ameplay a very crucial and important role katika kukomboa nchi za Afrika ikiwepo South Africa, na ndio maana Mandela alivyotoka, sehemu ya kwanza kabisa alitua Tanzania kwa heshima hiyo walikuwa wanatoka kule, walikuwa wanakuja wengine, walikuwepo wa Iringa. Mpaka leo kuna baadhi ya miji ambao wameacha watoto ambao ni mix wa kutoka sauzi na wengine huku, walikuwa trained hapa na nchi nyingine nyingi, harakati zilitokea hapa. Kuna siku nilitengeneza makala nikaongea jinsi gani Nyerere alivyoiokoa uh, Tazara uh, Zambia, baada ya kipindi kile anapambana na kuonekana kwamba yuko dhidi ya wakoloni, wakamwekea yeye ni landlocked country, nchi ambayo haina bahari, wakamwekea vizuizi ili kumcrash Akamfata Nyerere, jamaa wametuwekea nani, siwezi nika survive. Nyerere akasema sisi wenyewe hali yetu ya kiuchumi sio nzuri, lakini ngoja uh, niongee na Wachina. Nyerere akaenda kuongea na Wachina, kiongozi wao, kiongozi wa kichina akasema, kipindi kile mchina bado na yeye anajitafuta, hayuko vizuri, lakini mchina akasema, uh, nimeelewa umuhimu wa hii kitu na ina umuhimu gani ili nyinyi kujikomboa. Ndo mchina akaja akijenga Tazara, umeona, ndo ikawa kama uh, uokozi wa kuweza kuiokoa Zambia iweze kupata access ya port na sehemu ya kupumulia, umeona na ndio maana China na Urusi vili play a very important role kusaidia nchi za Kiafrika ambazo zilikuwa zina kwenye harakati za ukombozi. China na Afrika ha ha haijawahi kutawala nchi yoyote uh, huku Afrika au kusaidia nchi kuitawala tofauti na hizi nchi za magharibi. Kwa hiyo Tanzania ina muhimu sana. Kwa hiyo na Tanzania ina, ma ina madini yote na migodi yote ambayo iko kule kwa hiyo ni sehemu ambayo hizi nchi zinahitaji zipate, uh, mguu hapa, washike hapa. Kwa hiyo wanatumia proxies wao kuweza uh, kuingilia hapa. Utashangaa hata watu wa nje wengine wanatumika humu. Utashangaa wewe, Tanzania lini umesikia mwanasiasa akatoka nchi za jirani kuja kuingia hapa? Ushawahi kusikia wanasiasa wa Kenya, Watanzania wameenda kuingia kule? Hakuna. Hii ni kitu ambacho ni unprecedented. Angalia jinsi media za nje zinavyoshiriki. Yes, nani na hiyo ya kwanza, naomba nielezee kwamba tuelewe kwamba kuna mchezo wa ndani alafu kuna mchezo wa nje, na ni kwa sababu wamepoteza sehemu muhimu sana ambao ni Sahel region. Wanahitaji kambi nyingine ambayo itaifanya hapa miaka yote wajia. Kwa nini? na kwa nini kuifanya Kenya major na NATO ally? Kwa nini sasa hivi ni baada ya kuipoteza huku? Kwa hiyo, na hii sehemu ya East Africa ina umuhimu sana kutokana na strategic uh, location yake ilipo, kwa hiyo ukiangalia utaelewa lakini upande wa pili pia, serikali ina makosa yake mengi sana. Kuna madudu mengi sana ambayo yapo ambayo inatakia iyafanyie kazi. Ukweli ni kwamba uh, ukiwa na kidonda, ukikifunika haujatibu kidonda umekifunika hapo, utashangaa alafu, baada ya muda, utashangaa kwamba kama ni nguo, kama ni bandage, utashangaa damu imepanda, imefika juu, kama ni harufu, inaanza kutoka. Huenda sasa ilikuwa ni kidonda cha kawaida, na mafunza yakaanza kutoka kwa sababu haujatibu. Au ukiwa kuna sehemu pana harufu mbaya, ukipulizia ya freshna itafunika lakini, baada ile ya fresh na kukata rufaa itaendelea, kwa sababu kuna kitu ambacho ni chanzo. Kwa hiyo kuna madudu ambayo yapo ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi bila kuyafanyia kazi, itakuwa wanaibuka watu tofauti tofauti ambao wana wana ajenda zao binafsi za kwanza. Lakini kuna watu ambao ni kweli, ambao wanachoongea ni kweli na kinatakiwa kufanya kazi. Kwa hiyo serikali inatakiwa kwanza ifanyie kazi. Cha pili, mimi kwa maono yangu kuna baadhi ya viongozi ambao wako katika baadhi ya madaraka wanatakiwa watolewe, kwa sababu wana madhara kuliko faida, na kauli zao zina madhara kuliko faida na hazina uzalendo. Umeelewa? Kwa hiyo ishu ni kuangalia kuna matatizo gani. Hebu tu solve haya matatizo. Mtu fulani anazengua, huyu anazengua, kauli yake anayotoa haifai, haiwezi. Katokea wewe waziri unakuja kusema kwamba tumeongeza uh, tozo kama utaki amia Burundi. It's not right. Na inapotokea serikali mmekaa chini chim ina maana mnaendo ile. Inapotokea kiongozi kama mkuu ambayo kwenye kwenye aidha wa mkoa au kitu kama hicho unapigiwa simu na bibi na hii issue ameongelea mmoja wa wapinzani ambayo ndio hicho sasa hivi vitu pia vipo. Na kapigiwa simu na mama ambaye hali yake, akaambia kule alipe nini akampigia, majibu yake yalikuwa around ili neno, ulisikia ulisikia hiyo? Alisemaje? Alisema. Uwezi ukanani hivyo. Hivi vitu vina madhara, na ni kweli. Unapolea hivi kweli, kuna tatizo unaona, na usipoishughulikia, inamaanisha serikali inaindozi hivi vitu, ndo msimamo wa serikali, umeona. Kwa hiyo lazima kuna yani, dawa ya haya malalamiko ni kuyafanyia kazi, it's as simple as that. Viongozi ambao hawafai kaini pembeni, leteni wanaofaa. Kuna tatizo sehemu gani? shughulikia ikifanyika hivyo, ndani ya miezi mitatu raia wanasahau, zinaisha lakini, azilonga zipo, hata utumie njia gani zitaendelea. kuna ni alafu bahati mbaya uh, zinatengeneza chain reaction yes, inatokea huku inatokea huku inatokea huku inatokea huku, mwisho wa siku Stalin ana kitu yake ki, anasema ana, ana usemi wake anasema, quantity has a quality of its own, wingi au idadi kubwa ina ubora wake wa kipekee na hiyo ni kwamba Hitler alikuwa na vifaa vya bora sana lakini vyasome vieta havikuwa bora, lakini vilikuwa vingi na alikuwa anaweza kuviproduce kwa wingi. Kitu kama T55 tank ilikuwa ina ubora sana. Kwa hiyo hii ishu yani ni very simple, lakini sielewi uh, ambao labda ma strategist ambao wanapanga, mi naiona ishu ni very simple. Alafu kuna baadhi ya vitu ambavyo havitakiwi kujibiwa yes. Leo hii kila kukicha CIA inalaumiwa ilifanya hivi ilimuua mtu fulani ilifa. Hakuna hata siku moja utasikia CIA wamejibu, wanakaa kimya. PDD kabla hajaingizwa jela, Mess maka PDD alijitokeza akasema unajua, natakiwa tu tuna umoja, tupendane, sisi watu weusi tusaidiane. Mesa akajitokeza akasema we mnafiki, mimi nimekuletea mpaka dola milioni moja nadhani point tano, unipe rekodi zangu nifaidike nazo lakini umezikataa, alafu hapo unajifanya mapenzi na nini kama kweli nini. PDD angejibu tu lile ishu, ingelipuka kimya na ishu ikapotelea pale pale, umeelewa? Kwa hiyo kuna sometimes kuna nani Sanzua anakwambia fight your enemy where they are not, pigana na adui yako sehemu ambayo hayupo. Inatakiwa umweke umpeleke, anapotakiwa afike ili ummalizie pale. Kwa hiyo sasa hivi yuko hapa, lakini ili ummalize anatakiwa hapa, inatakiwa mtengenezee mfumo ambayo akiingia hapa unamtandikia hapa, umeona? Kwa hiyo hiyo ni ishu ambayo kuna baadhi ya wa watu wameiona na wanaitumia na ina faida kwao. Kwa hiyo hizi ishu ni very simple. Raia yote tisa hawa wote wache wanafanya wanachokifanya, mimi na ia, nalia na raia na nalia na Waafrika. Tujielimishe, tutatoboa. Brother shukuru sana, kwa elimu yako Bana, nashukuru sana. Uh, DJ SMA, of course unaweza kani follow Instagram, napatika na napatikana DJ SMA 255, TikTok DJ SMA 255 na makala yangu yote yanapatikana SNS, Simulizi na Sauti. Ukiingia kwenye playlist makala yote utakayokuta yanaitwa jina la fuse, ni makala yangu. Nina makala ya, ma, ya uchambuzi wa magari, uchambuzi wa teknolojia. Kuna fuse military ambayo nimekuwa naanza na vita vya Ukraine mpaka leo. Kuna fuse X-files ambayo nimekuwa na deal tofauti tofauti, na kuna fuse zingine ambazo ziko pale na nachoweza kusema Allahu alam, Mungu ndo mjuzi zaidi. Ninaongea kwa ninachokijua, sehemu ambayo nitakuwa nimekosea niko tayari kujirekebisha. Asante sana, nadhani tutatenga muda mwingine, tujia tuzungumzie masuala tu ya magari na teknolojia kama hiyo, tuweze tupate elimu ya kutosha. Karibuni sana, asante sana.